Kwa mujibu wa sheria zetu, biashara za mitandaoni, biashara za mainfluencer hazijasamehewa kulipa kodi, wakiwa wanapata kipato kwa mwaka zaidi ya milioni nne, natakiwa waanze kuchangia sasa. Tulicho tuna, ambacho tunafanya tumeanza kuwa engage baadhi yao, tunawaita wanaelimishwa na wengine wanaambiwa waanze kufuata taratibu za kuonyesha mapato yao. Sasa kwa wale ambao bado hawajafikiwa, wajue kwamba na wao wanawajibika kuchangia maendeleo ya nchi yetu. Kwa hiyo kama wana mapato zaidi ya milioni nne kwa mwaka, ambayo naamini wengi wao wanayo, wanapaswa wachangie. Wasipofanya hivyo baadaye watu wetu wakienda kuwafuata, wakiwatambua wata establish ni lini walianza kufanya biashara zao, watatozwa sasa na riba na penalti. Ulipaji wa kodi ni mdogo kwa sababu kadhaa. Ya kwanza ni e, e, nani, biashara nyingi sio rasmi. Watu wengi wana biashara, unawaona wako mitaani, lakini sio wote wanaolipa kodi kuna machinga kuna bodaboda kuna boda, kuna, kuna watu wengine wana biashara kubwa kubwa lakini hawajazirasimisha. Wengine wanafanya kazi biashara kwenye mitandao, kwa hiyo tunajaribu wa, waweze ku, ku, kurasimishwa na wajulikane ili wote tulipe kodi kwa usawa e, e, kamishna mkuu amesema kama wanaolipa kodi ni wale wale basi wajiandae kufa kibiashara, inabidi e, e, na wale ambao hawalipi na o walipe ndio lengo la kongamano letu. Pia tumezindua leo tuzo mbili. Tuzo ya kwanza ni ya mtoa taarifa za kikodi, kwamba pale tunadhani kodi nakwepa au pale kuna huyu na yule halipi kodi au anakwepa kodi, taarifa zikifika kwenye TRA, TRA atakachokifanya ni kuchunguza na kuona kwamba kweli kuna ukwepaji wa kodi, na ikibainika ni kweli basi tuzo hii itakwenda kumsaidia yule mwananchi aliyetoa taarifa na atapata fedha. Kwa hiyo ukitoa taarifa ya ukwepaji wa kodi unaweza kupata fedha kuanzia milioni moja mpaka milioni ishirini. Lakini kodi ya pili eh, ni kodi ya ubunifu kwamba mtu yoyote akileta mawazo yake na mawazo hayo yakachujwa yakaonekana, mawazo haya yanaweza kutusaidia kupata kodi, basi na yeye aweze kupata zawadi yake. Kuna Watanzania wengi wana mawazo mazuri. Kuna vijana wengi wanamaliza vyuo vikuu wana mawazo mazuri. Sasa hivi kuna miradi mingi au kuna biashara nyingi inafanyika katika njia ya mtandao yeah. Kuna mambo mengi ambayo ukiyatazama serikali inaweza kupata kodi kwa vijana hawa, watu hawa, wananchi hawa, wakileta taarifa za ubunifu na ikionekana kweli ni chanzo cha kupata cha kupatia serikali mapato, basi wanaweza wakapatiwa zawadi.